E, tupo katika shule ya sekondari Kitomondo kwenye mafunzo ya marefali, mafunzo maelekezo. Tunaandaa vijana wa sekondari Kitomondo. Sisi kama chama cha mpira wa wilaya Mafia, tumeanzisha program maalum kwa ajili ya kuandaa vijana hawa wa sekondari E, kuanzia fomu 1 mpaka fomu 4, wakisha kuiva ule ulefaliu, kisha ukishakuingia kwenye damu basi, tunaita wakufunzi kutoka korefa kwa ajili ya kuja kuwapa sasa, darasa darasa la kupata na vyeti asante maana... ah, maana imeonekana kwamba Mafia tulikuwa tunaita wakufunzi wanakuja na wanafundisha watu ambao hawaishi kwenye mpira. Wanaposikia tu kuna wakufunzi wamekuja, basi watu wanajitokeza, wanasomea, alafu wanaondoka zao kufanya shughuli zingine za kilimo na mambo mengine. Kwa hiyo tunakosa Mafia, e, tunakosa Mafia waamuzi, tuna waamuzi wachache sana. Sasa ili kulizuia hilo, basi tumeamua bora tuanze kuandaa sisi wenyewe kama chama cha mpira ya Mafia kushirikiana na chama cha waamuzi wilaya ya Mafia flat kuandaa. Baada ya kuandaa, wakishakuwa tayari, kwa mfano hapo tuna program kama watoto 40 hivi katika shule ya sekondari Kitomondo, na huyu wanaonekana ndo mkufunzi wa, wa, wa, wa, wa, wa hapa Mafia e, tumechukua tu marefali wa wakongwe hawa, wanawafundisha kwa hiyo nilikuwa nasema kwamba tuna, tunataka tuna, tuna tuwatreni aa arobaini wa sekondari ya Kitomondo. Najua baada ya kufanya training kwa muda kidogo, watakaofaulu ama kusalia katika fani kwenye damu kabisa watakuwa wachache, na tumeanza na sekondari tatu, sekondari ya Kitomondo, lakini sekondari nyingine ni ya Rapta ambayo inapatikana Kilindoni. Sekondari nyingine ni ya uh, Kilindoni sekondari ambayo inajulikana kama maarufu Jitimai. Kwa tuna jumla kama vijana mia moja. Kwa katika vijana mia moja katika maandalizi haya ya awali, itafikia kipindi tutapata angalau ishirini thelathini ambao wako tayari kabisa kuishi kwenye mpira. Tukisha kupata watu wa kuishi kwenye mpira, maana yake sasa tutaita wakufunzi kutoka mkoa E, watakuja kuwafundisha zaidi na kuongezea ujuzi, na tutafanya mitihani. Basi Mafia rasmi tutaanza kuona marifali ambao wanaishi katika mpira. E, mafunzo yanaendelea, mafunzo yanaendelea hapa. Wanafundishwa vijana namna gani ya kuweza kushika bendera Kuna refarii mmoja hapa naona aibu. A, ni uamuzi wetu. Wanafundishwa namna ya kushika bendera. Training ya leo ni namna gani line anaweza kucheza kuchezana bendera. Yupo hapa kijana wetu Madara anawaelekeza vijana. Tunakutana na waamuzi tarajali ambao leo wanachukua mafunzo namna gani ya kuweza kushika bendera. Kuna mwamuzi mmoja amenambia kadi nyekundu anapewa mchezaji, kumbe hapewi, anaonyeshwa, lakini taratibu taratibu atafika

Angalia uwanjani sasa. Mpira si unachezwa huku. Mazoezi ya kuona kamata faulo ofsaidi, faulo, training ya siku ya kwanza kabisa uwanjani. Sasa, nani mwamuzi? Ni kuombe uanze tena, we mwenyewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wakune tena, kaeni pembeni. Nyewe mloshika bendera, zingatia hiyo, na wengine huko mwangalia anachokifanya. Tunatakiwa tutembee kama hivi. Sawa, enda huko. Offside. Corner. Eh?